Polisi mjini Isiolo wamkamata mshukiwa wa jaribio la ulawiti huku wakiendelea kumsaka mshukiwa wa kwanza. Polisi mjini Isiolo wamemkamata mshukiwa wa jaribio la ulawiti kwa mtoto mvulana wa miaka saba huku wakiendelea kumsaka mshukiwa wa kwanza ambaye ametoweka. Akithibitisha kisa hicho, kaimu kamanda wa polisi katika kaunti ya Isiolo, Pius Mbithi amesema tayari wamepokea faili ya kesi hiyo na pia ripoti ya daktari ambaye alifanya vipimo na kuthibitisha kuwa washukiwa walijaribu kumlawiti. Polisi walichukua ripoti, wakaweka karobi na wakasidikisha mwathiriwa kwa hospitali ya Isiolo Referral Hospital. He was examined by doctors. Na doctors wakasema wakujie ripoti kesho yake. Walienda kesho yake polisi. Wakajaza form ya P3. Wakajaza form ya PRC. Na statements zilikuwa recorded. Polisi walifungua file na kulingana na ripoti ya daktari wali charge the accused person for the offense of attempting development. The accused person ni kama alijua anatafutwa na polisi, aliweza kutoka usiku. Leo polisi walienda huko, kulingana na statement zile ziliandikwa, wakapata the second accused ule alisaidia uh, the victim wakati walienda, wa ameshikwa amewekwa ndani ya police station. Bwana Mbithi ameongeza kusema kwamba uchunguzi unaendelea na kuwahimiza wakazi kuwapa maafisa wa polisi taarifa muhimu zitakazosaidia kukamatwa kwa mshukiwa mkuu ili awajibishwe kisheria. Mimi ni mwito wangu kwa wananchi wa Isiolo, kitendo kama hiyo ni mbaya na tena ni kitendo mbaya kutendeka kwa msikiti. Tusijaribu kuficha chochote, huyu mwalifu Polisi, munaweza. Wakati huo huo, wanaharakati jimboni Isiolo wamekemea vikali kisa cha jaribio la ulawiti katika msikiti mmoja eneo la Kiwanjani katika kaunti ya Isiolo. Wakizungumza na wanahabari wakiongozwa na Grace Lolim, wanasema wamefuatilia kwa polisi na wameahidi kuchukua hatua dhidi ya mshukiwa wa kitendo hicho mwenye umri wa miaka ishirini na mbili ambaye anadaiwa kujaribu kumlawiti mtoto wa umri wa miaka saba ambapo anadaiwa kutoweka na mpaka sasa hivi hajulikani alipo baada ya kujaribu kitendo hicho. Uh, ukiangalia mambo ya ku address mambo ya gender based violence tunastahili kuwa na ile uh, kila mtu kujitokeza. Tuko na activists wanajitokeza, wanakondem. Tuko na um, mashirika, tunakondem lakini unaangalia kwamba Uh, kila wakati jambo likitendeka mambo ya gender based violence zimechukuliwa tu ni akinamama, ni sisi kama kina mama ndio tunaweza kusimama tu na kusema kwamba hii tumekataa tume, lakini unapata viongozi wetu wako, haya maneno yanatendeka lakini wamenyamaza. Hata pale ninajua kwamba kuna MCA ambaye alikuwa anaona kwa mtandao pale hapo hapo kiwanjani na bado kesho akaenda kuomba kura je, ataenda kuomba kura kina mama? Ama ni kina mama tu ndio wako na shida ambayo lazima wao wakikimbia? Kwa hivyo mimi ninaomba kwamba viongozi mjitokeze, hata nyinyi mweze kukondem ili tuweze kupata a, a society mahali ambayo kila mtu anaweza kufurahia kukaa. Aidha, Anab Qasim ambaye pia ni mkazi wa eneo hilo ametaka hatua kuchukuliwa na jamii kumlinda pia mtoto wa kiume ikizingatiwa kwamba sasa hivi jamii inaonekana kuegemea kutetea watoto wa kike na kumsahau mtoto wa kiume, huku akitaka jamii kuwa na subra uchunguzi unapoendelea, pia akitaka kamati ya msikiti huo kujitokeza na kukemea uovu huo katika jamii yetu ya pale Kiwanjani. Kesi iko kwa mkono ya serikali na serikali wamechukulia uzito ule unatakikana. Kwa hivyo watulize ka mskiti wa hiyo msikiti wanatakikana watoke nje wai kuonyesha ya kwamba hata wao wameuzika wai, na kama kuna mmoja wao ambaye already anaaminika ana, ana, ana ya kwamba is an interested party anatakikana ajiuzulu katika komiti ya msikiti issues. Mskitis issues ni jambo imeweza kujitokeza kwa muda mrefu, na unapata ya kwamba dimension unaona kwamba sisi kama jamii tumeweza kuiweka eh, ku protect the girl child sana eh, mpaka kiwango mtoto wa girl child huwezi kumtuma chumbe nje usiku, but unapata mtoto wa kiume unamtuma anyhowly na unaona tayari they are victims na I don't know how many cases enye ijakuwa reported. Kwa upande wake Adan Ibrahim amewataka viongozi wa kidini kujitokeza kupinga uovu huo katika jamii na wazee kuachia polisi kufanya kazi yao ili haki ipatikane kwa mtoto huyo na kuwataka wanaume kuwa mstari wa mbele kupigana na dhulma za kijinsia. Tunaitaka ili tuipeleke mbele, iende isikizwe, mtoto apate haki yake. Nawaambia maimamu, naambia aswa kamati ya hiyo msikiti, ya kuwa hii ni incident ya pili sasa hivi, na kama hatutachukua hatua sasa hivi, basi ujue kutakuwa kumeharibika. Nikiripotia runinga ya Waso langu, jina ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.